Yeah. Modi alikuwa mhubiri mwaminifu wa Kimarekani kutoka mwishoni mwa miaka ya mia nane, na aliwahi kusema hivi: ninaamini Shetani yupo kwa sababu mbili, kwanza kwa sababu Biblia inasema hivyo, na pili kwa sababu nimefanya biashara naye, yaani nimepigana naye. Na kwa kweli ndivyo ilivyo kwa kila Mkristo hadi leo. Sasa usielewe vibaya. Nguvu za kuzimu na nguvu za mbinguni haziko sawa. Hii si vita kati ya nguvu mbili zilizo sawa, na hatuko hapa tukisubiri kwa wasiwasi kuona nani atashinda. Sasa Mungu tayari ameshinda tangu zamani za milele. Shetani hataki tu kukubali kushindwa bila kupigana. Kwa hivyo ingawa vita vimeshinda, kuna mapambano ya kila siku na tunaambiwa kwamba Shetani ni kama simba anayezunguka duniani anatafuta mtu wa kumeza au kumharibu sifa, 1 Petro 5:8. Na kile ambacho Shetani anachukia zaidi ya yote ni muumini ambaye atamwabudu na kumtumaini Mungu kwa maisha yake. Charles Spodion, mchungaji maarufu wa kane ya 19 nchini Uingereza, aliandika kwamba Shetani anachukia kuona Wakristo wenye furaha wakimtukuza Mungu. Anajua vizuri kwamba Wakristo wenye huzuni mara nyingi humdhalilisha Mungu kwa kutomwamini. Kwa hivyo, ikiwa anaweza kutusumbua hadi tusiamini tena katika wema wa Mungu, atakuwa amemnyang'anya Mungu sifa zake. Je, hilo ndilo furaha kuu ya Shetani kweli? Kweli. Kwa mara ya kwanza katika maandiko yaliyoandikwa, pazia linavuliwa mbinguni, na tunapata kusikia mazungumzo kati ya Mungu na Shetani kuhusu maisha ya uaminifu ya Ayubu. Na tunagundua kwamba hilo ndilo hasa Shetani anataka kufanya, kuharibu maisha ya muumini anayemwabudu. Naam, Mungu yuko karibu kumpa Shetani ruhusa ya kushambulia kila kitu ambacho Ayubu anacho maishani. Mungu atageuza maisha ya Ayubu kuwa kile tunachoweza kuita mfano A, yaani ushahidi kwamba inawezekana kwa muumini kumwabudu Mungu kupitia machozi na majaribu. Sasa Ayubu hajui hilo bado, mazungumzo haya hayajulikani kwake. Naam, hebu tuangalie mazungumzo hayo kati ya Mungu na Shetani yanajitokeza hapa katika sura ya moja na aya ya sita. Sasa kulikuwa na siku ambapo wana wa Mungu walikuja kujitokeza mbele za Bwana, na Shetani pia alikuja miongoni mwao. Sasa simama kwa muda hapa. Usemi huu wana wa Mungu unaweza kumaanisha malaika. Haimaanishi kwamba Mungu aliwaumba kwa njia ya uzazi. Inamaanisha Mungu aliwaumba kutoka mkononi mwake, walitoka. Sura ya thelathini na nane ya Ayubu itarejelea tena malaika kama wana wa Mungu. Naam, hapa malaika wanaitwa kutoa hesabu ya shughuli zao. Wao wanawajibika kwa Mungu na wametumwa kwenye misheni, na Shetani anapatikana miongoni mwao. Sasa, ikiwa umeaminishwa kwamba Shetani hana uwezo wa kufikia Mungu kwa sababu Mungu hawezi kuwa katika uwepo wa dhambi, umepewa taarifa potofu. Kwanza, fikiria ukweli kwamba hakuna mahali ambapo Mungu hayupo. Yupo, wanatheolojia wanasema kila mahali Yupo kila mahali. Pili, Ufunuo sura ya 12 itatuambia kwamba Shetani kwa kweli anamshtaki muumini mbele ya Mungu mchana na usiku. Kwa kweli hiki ndicho Shetani anachofanya hadi leo hii. Je, umewahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba anakuja kwa Mungu na kukushtaki mbele ya Mungu? Kisha anakuja na kumshtaki Mungu mbele yako. Shetani huenda kwa Mungu na kumwambia Mungu, vema, wewe hufai kuhifadhiwa. Kisha Shetani anakuja kwako na kusema, Mungu hafai kufuatwa. Shetani anamkumbusha Mungu kwamba wewe ni mwenye dhambi na kisha anakukumbusha eh, Mungu ni kimya Ananong'ona kana kwamba katika sikio la Mungu kwamba wewe si mwaminifu kwake, kisha anakuja na kunong'ona katika sikio lako kwamba Mungu si mwaminifu kwako. Jina Shetani kwa kweli linarejelea aina hii ya shughuli. Linamaanisha mpinzani. Unaweza hata kutafsiri kama mwendesha mashtaka. Lengo lake kuu ni kushitaki na kuendesha mashtaka, na acha ni kuambie yeye si wa kufikirika yeye si musika wa katuni wa kuchekesha aliyevaa suti nyekundu na mkia wenye ncha na uma. Alitengenezwa na Mungu kama mwanachama wa daraja la malaika wa kerubi, hilo ndilo agizo la juu zaidi lililotolewa kwetu katika Maandiko. Yeye ni mwenye kuvutia kimwili na uovu. Yeye ni wa kuvutia, lakini ni wa kuharibu, na anachukia wewe. Anamchukia Mungu ambaye unamwendea kupitia Yesu Kristo aliyemshinda. Sawa, turudi kwenye mazungumzo haya sasa hapa katika aya ya saba. Bwana akamwambia Shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana na kusema, kutoka kuzunguka huku na huko duniani na kutoka kutembea juu yake. Kwa njia, Mungu hamuulizi Shetani alikokuwa kwa sababu Mungu alipoteza kumwona. Unajua, Shetani alitoka kwenye rada yake. Hapana, Mungu anajua kabisa Shetani amekuwa wapi, lakini Shetani hataki kukubali. Vitenzi vya Kiebrania hapa vinatufahamisha kwamba Shetani amekuwa akimchambua mtu, amekuwa akimwangalia mtu, amekuwa akichunguza udhaifu. Kwa hivyo Bwana anakuwa wazi zaidi hapa katika aya ya nane. Je, umemfikiria mtumishi wangu Ayubu? Kwa kweli, je, umeweka moyo wako kwa mtumishi wangu Ayubu? Tazama, Mungu anasema kwa ufanisi, najua umekuwa ukimwangalia Ayubu mtumishi wangu mwaminifu ungependa kupata nafasi ya kuharibu ushuhuda wake sivyo? Kwa njia nataka uone hapa kwamba Shetani hawezi kumgusa Ayubu bila ruhusa ya Mungu. Hawezi kukugusa wewe pia, mbali na mpango wa Mungu kwa maisha yako. Sasa Shetani mshtaki anajifanya mwerevu hapa kwa Mungu katika aya eh, tisa na anasema, je Ayubu anamcha Mungu bure? Je, hujaweka ulinzi kumzunguka yeye na nyumba yake na kila kitu alicho nacho pande zote? aya ya kumi na moja: Lakini niosha mkono wako na ubuse kila kitu alicho nacho, naye atakulani mbele yako. Hivyo basi, huu ni hoja ya shetani hapa. Mungu, bila shaka, ayubu anakufuata kwa sababu unamlipa inamfaidi vizuri Unajua, inanifanya nijiulize kama Shetani angekuwa anatoa mashtaka haya dhidi yako au mimi leo, kwamba sababu pekee tunayompenda Mungu ni kwa sababu vizuri, Kristo amekuwa na manufaa kwetu. Je, angekuwa sahihi? Labda unasema akilini mwako sasa hivi, vizuri, mimi si hivyo. Vipi ikiwa Kristo haonekani kuwa na manufaa? Inakuwaje na imani yako kwa Bwana unapokuwa hospitalini? Inakuwaje na maisha yako ya maombi katika chumba cha dharura, au katika mahakama ya kufilisika, au pale kando ya alama ya kaburi? Fikiria Ayubu, hana wazo lolote kwamba mazungumzo haya yanafanyika mbinguni. Na usikose kuelewa hapa kwamba hii ni shambulio si tu kwa Ayubu, bali ni shambulio kwa Mungu. Mwandishi mmoja alisema hivi, shetani anasema, wewe si mungu anayestahili kuabudiwa, unalazimika kulipa watu ili wakuheshimu. Unajua hiyo ni nini? Hiyo ni rushwa. Kweli, kama ningekuwa Mungu, shetani angekuwa majivu sasa hivi. Lakini badala yake Mungu anajibu hapa katika mstari wa kumi na mbili, tazama, yote aliyo nayo yako mikononi mwako, tu dhidi yake usinyoshe mkono wako. Basi Shetani akaondoka mbele za Bwana. Sasa mtu anaweza kuwa anafikiria hapa, e, Mungu atachukua hatari kubwa hapa. Je, ikiwa kazi itashindwa? Hii ni hatua isiyo na busara kwa upande wa Mungu, kweli? Wacha nikuambie mpendwa, kinyume na unavyoweza kusoma leo, Mungu sio asiye na busara, hajawahi kuhatarisha chochote. Unawezaje kuhatarisha kitu wakati unajua yajayo? Kwa kweli unazembea nini wakati tayari umepanga hili, muda mfupi kwa wakati kutoka milele iliyopita? Tazama, Shetani siyo mjuzi wa yote. Shetani siyo mjuzi wa yote, hajui kazi itafanya nini. Kweli labda Mungu atapoteza dau hili dogo? Kweli siyo dau, kwa sababu Mungu anajua kabisa kitakachotokea. Na wacha ni kuambie Mungu atamchezesha Shetani kama kikaragosi kwenye kamba na atafanya hivyo kutimiza makusudi yake. Nasikia hii hapa, Mungu haingizi kazi katika mateso yasiyoelezeka. Unajua, ili tu kazi iweze kukua na kuamini. Hapana, Mungu anafanya hivi kwa kazi kwa ajili yako atatoa historia ya binadamu, rekodi iliyoongozwa ya mtu mmoja ambaye atakuwa kwa muda wote mfano a ushahidi kwamba inawezekana kumwabudu na kumwamini Mungu katikati ya mateso yasiyoaminika. Unataka kutiwa moyo leo? Basi kwa nini usijikumbushe kuhusu kazi na jinsi Shetani alivyoshindwa na mtu huyu mmoja ambaye alikataa kumvunjia heshima Mungu. Sawa, hebu niweke mutasari wa kile tumejifunza kuhusu adui yetu kutoka kwenye mazungumzo haya mbinguni hadi sasa. Nambari moja, Shetani yuko huru, lakini yuko kwenye kamba na kamba hiyo inashikiliwa na mkono wa Mungu. Nambari mbili, Shetani ni mwerevu, lakini si mjuzi wa kila kitu. Hajui ajayo kama Mungu anavyojua. Nambari tatu, Shetani hawezi kutenda bila ruhusa kutoka kwa Mungu. Nambari nne, nguvu za Shetani zimewekewa mipaka na makusudi ya Mungu na makusudi ambayo Mungu anayo kwa ajili ya maisha yako leo. Na nambari tano, Shetani anapata kushindwa kukubwa kila wakati muumini kama wewe na mimi tunapoendelea kumwabudu Mungu hata kupitia machozi. Nam, ninaomba kwamba hiyo itakuwa ushuhuda wako, uzoefu wako leo kweli. Hadi safari yetu inayofuata pamoja, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote ina